Hujambo, jina langu ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Wanajeshi 20 wa Burundi wameuawa katika mapigano na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru za kijeshi zimeambia shirika la habari la AFP siku ya Alhamisi. Kwa bahati mbaya tumepoteza takribani wanajeshi 20 na wengine wapatao kumi wamejeruhiwa wakati wanajeshi wa M23 na Rwanda walipofanya mashambulizi katika maeneo yetu siku ya Jumatatu na Jumanne, alisema afisa mmoja mkuu wa Burundi ambaye akt na lake litajwe. Chanzo hicho kimesema shambulio hilo liliwakumba wanajeshi wake huko Kaziba, karibu kilomita 80 kutoka Uvira, mji muhimu karibu na mpaka wa Burundi. Mapigano hayo yaliendelea kwa siku mbili kabla ya askari wetu waliokuwa wamezingirwa kufanikiwa kutoka nje, wakimwacha nyuma kamanda aliyejeruhiwa, afisa huyo aliongeza. Chanzo kingine kilikadiria idadi ya vifo kuwa ni kati ya 22 na 25. Afisa huyo mkuu alisema mapigano ya chini kwa chini yaliendelea hadi siku Alhamisi katika eneo hilo. Katika miezi ya hivi karibuni waasi wa M23 walianzisha mashambulizi makali katika eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo. M23 imelisukuma jeshi la Kongo nje ya majimbo mengi ya Kivu kaskazini na kusini na hivyo kuzua hofu ya kutokea kwa vita katika mataifa yenye nguvu ya kanda. Tangu mwezi Oktoba mwaka 2023, Burundi imetuma zaidi ya wanajeshi elfu kumi kusaidia jeshi la Kongo FARDC chini ya makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Kinshasa. Vyanzo vya habari viliambia shirika la habari la AFP katika za hivi karibuni kwamba baadhi ya wanajeshi hao walikuwa wakirudi nyuma licha ya kukanusha rasmi. Burundi pia imepokea makumi ya maelfu ya wakimbizi wanaokimbia mzozo huo, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR. Rwanda imekanusha kuwapa msaada wa kijeshi waasi wa M23, huku ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ikigundua kuwa Kigali na wanajeshi wapatao elfu nne mashariki mwa Kongo kusaidia kundi hilo lenye silaha. Siku ya Jumanne, Angola ilisema itakuwa mwenyeji wa mazungumzo katika jitihada za kusitisha mapigano na kutangaza tarehe 18 Machi kwa ajili ya kuanza kwa mazungumzo hayo. Wakati hayo akijiri wa kamanda mkuu wa kijeshi wa waasi wa M23 Sultani Makenga ambaye anadhibiti sehemu kubwa mashariki mwa Kongo amesema haingii akilini kwa nini serikali ya Kinshasa iliamua kuajiri mamluki wa Ulaya kupambana na wakongomani katika ardhi yao. Katika mahojiano aliyoyafanya na mwanasiasa wa zamani wa Ubelgiji Alan Dekshan huko Goma, Makenga amesisitiza kuwa waasi wa M23 na AFC wanapigania maisha ya Watutsi ambao wanakabiliwa na kuangamizwa. Haikubaliki kwa watu kutoka Ulaya kuja nchini kwetu na kuwaua wale ambao wanatetea haki zao, alisema Makenga ambaye wapiganaji wake walichukua udhibiti wa mji wa Goma mwishoni mwa mwezi Januari na kulazimisha askari wa serikali ya FARDC na mamia mamluki kutoka Romania kujisalimisha. Ulimwengu unapaswa kukasirika kwa hili, lakini badala yake hauonekani kujali. Serikali ya Kongo inasemekana kuajiri hadi mamluki elfu mbili kupigana pamoja na jeshi lake, vikosi vya Burundi, wanajeshi kutoka jumuiya ya SADC, pamoja na makundi yenye silaha kama vile la FDLR na wazalendo. Ingawa matumizi ya mamluki katika migogoro ya silaha yamepigwa marufuku na mikataba ya Umoja wa Mataifa na hata ule wa Umoja wa Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikabiliwa na ukosoaji mdogo kutoka jumuiya za kimataifa. Makenga ameshutumu serikali ya Kongo kwa kuchochea ghasia za kikabila hasa dhidi ya watu wa jamii ya Watusa ambao M23 inawatetea. Ulijionea jana huko mtusi Masisi jinsi kijiji kilivyochomwa moto kwa sababu kilikuwa na watu wengi wa jamii ya Watusi. Ni lazima tuondokane na itikadi hii ya kikabila ya chuki na kuendeleza maridhiano, Makenga alisema. Alipoulizwa ni vipi vikosi vyake vimeweza kushinda jeshi kubwa zaidi na lenye vifaa bora la fardese, Makenga alisema waasi wanapigana kwa kujiamini, uzalendo na dhamira hali ya juu. Tulibeba silaha kwa sababu tulikaribia kuangamizwa, alisema Makenga na kuongeza, Hatujakubali kuangamizwa hivi hivi, tuliamua kujitetea unakataa kukiri juu ya ukweli huu. Makenga alisisitiza kuwa kuchukua udhibiti wa miji kama Goma na Bukavu haikuwa sehemu ya mpango wa awali wa M23 na kwamba walifanya hivyo ili kuondoa tishio la muungano wa serikali. Alisema hawataendelea na juhudi za kuuteka mji mkuu Kinshasa iwapo hawatashambuliwa. Hapa Goma jeshi la Kongo FARDC na vikosi vingine vilikuwa vikitupiga na kukandamiza watu wetu, hatukuweza tena kuvumilia hili. Kisha vikosi vya FARDC na Burundi vilikuwa vinajipanga upya kutoka Bukavu na kupokea vifaa kutoka katika uwanja wa ndege wa Kavumbu. Kwa hiyo ilitubidi kuchukua Bukavu ili kuondoa tishio hili. Aliongeza kuwa jeshi la Kongo liliendelea kuwashambulia kwa, kwa ndege zisizokuwa na rubani kutoka Kisangani na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Mapigano yamekuwa yakiendelea katika sehemu za jimbo la Kivu Kusini tangu waasi walipochukua udhibiti wa mji mkuu wake wa Bukavu. Katika hatua nyingine, jenerali Sultani Makenga amekaribisha mpango wa mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Kinshasa yanayotarajiwa kufanyika mjini Luanda, Angola, mnamo Machi 18. Ni kweli tunataka kufanya mazungumzo, lakini katika hatua hii tumesikia tu kutoka Angola, lakini bado hatujasikia chochote kutoka Kinshasa, Makenga alimwambia DHK. Duru za mazungumzo ya amani kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila mara ziliwaondoa waasi wa M23, lakini siku ya Jumanne ofisi ya Rais wa Angola ilitangaza kwamba wajumbe kutoka serikali ya Kongo na waasi wataanza mazungumzo ya wa moja kwa moja ya amani mnamo Machi 18. Alipotakwa maoni yake kuhusu Rais Felix Tshisekedi Makenga alisema kwamba yeye shi Zikedi hana mapenzi na nchi yake bali yeye ni jambazi ambaye aliagiza kijiji cha Nturo huko Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini kuchomwa moto kwa sababu tu kulikuwa na watu wengi wa jamii ya Watusi. Makenga amesema nia yake ni, ni kuondoa itikadi kali za kikabila na kuendeleza maridhiano miongoni mwa Wakongomani. Na tukitoka huko Kongo tuelekee nchini Rwanda ambako Rais Paul Kagame amesema misaada kutoka nchi zilizoendelea imekuwa ikitumika kama silaha ya udhibiti na inayojenga utegemezi. Rais Kagame ameyasema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari Mario Nafor aliyetembelea Kigali kujadili na PK mzozo wa mashariki mwa Kongo na kuzuiwa misaada kwa Rwanda kutoka nchi za magharibi. Rais Kagame amesema ingawa Rwanda inahitaji misaada hiyo kwa kiasi fulani, lakini ukweli ni kuwa inaitumia tu kujenga uwezo wake wa kujinasua na utegemezi. Misaada inajenga utegemezi. Yeyote anayekupa misaada anadhibiti maisha yako na kukuelekeza mahali wanapotaka uende. Katika miongo kadhaa iliyopita, Rwanda imefanya juhudi za makusudi za kupunguza hatua kwa hatua utegemezi wa misaada kutoka nje inayotumiwa katika mipango ya maendeleo ya nchi hiyo kwa kuzingatia ufumbuzi wa matatizo ya nyumbani na kuboresha ufadhili wa rasilimali za ndani pamoja na kuvutia uwekezaji. Kulingana na jinsi inavyosimamiwa, Kagame alisema kuwa misaada ni dhima kwa nchi, na alibainisha kuwa Rwanda imepokea shutuma kwa maoni yake ya muda mrefu ya kujiondoa kwenye misaada hiyo. tunaihitaji misaada, na tunaweza kuonyesha pale tunapoihitaji, lakini pia tunapanga jinsi ya kujinasua nayo, lakini hilo limetuletea matatizo mengi. Tumetajwa kuwa ni watu wenye viburi na wasiokuwa na fadhila au madikteta kila aina, majina mabaya tumeitwa, kisa tu tunataka kujinasua kutoka kwenye mtego wa misaada. Sio kwamba hatutaki misaada kwa sababu ya kutoitaka, tunasema misaada inajenga utegemezi. Rais Kagame alisema. Haya yanajiri wakati ambapo nchi za magharibi zimechukua hatua za kuiwekea vikwazo Rwanda ikiwa e, ni pamoja na kufungia misaada na ushirikiano wa kimaendeleo kutokana na shutuma za kuhusika kwake katika mgogoro wa Kongo unaohusisha vikosi vya serikali na waasi wa AFC M23. Kigari mara kadhaa imekariri kwamba kusitishwa kwa usaidizi wa kifedha hakitosaidia kurekebisha kushindwa kwa utawala wa Kongo wala haitoleta mabadiliko ya maana kwa maisha mamilioni ya mamilioni ya walionaswa katika mapigano hayo, mwisho wa rubaa za kimataifa. Mimi ni awadh rashid, na hii ni Arusha One Radio.